Binti mwenye umri miaka ishirini na nane anayefahamika kwa jina la Jenipha Paskali, mkazi wa kata ya Olasiti jijini Arusha, amesema kutokana na figo zake kushindwa kufanya kazi tangu mwezi Aprili mwaka huu kwa madai ya kutokunywa maji ya kutosha, amekuwa akisafisha figo hizo kwa shilingi laki sita kwa kila wiki. Jenipha akizungumza na GADI TV akiwa kwenye chumba alichopanga katika kata hiyo, amesema kuwa tatizo hilo linamlazimu kutumia fedha nyingi kwa ajili ya matibabu ya kila mara, ambapo tangu tangu mwezi mwaka huu ametumia zaidi ya milioni ishirini akipambania uhai wake huku baadhi wake wa wa untimeru, wa yangu, ya ndugu zake wakiwa mbali naye baada ya kufikishwa Mount Meru kwa vipimo vya madaktari wakaniambia figo yangu imeshafikia levo ya dialysis maana creatinine ilikuwa elfu moja mia saba lakini sikukubaliana na majibu hayo kweli maana niliona kwa sababu gani nimefeli figo sikuwa na kunywa pombe yani sikuwa na sababu rasmi ya figo kufeli ni kweli nilikataa ile majibu nikaambia madaktari naombeni mnipe barua ya refero nikahakikisha kama kweli nimefeli figo au niambie sababu ya mimi kufigo kufeli maana sina sukari sina pressure na sikuwa na historia ya kumeza madawa ovyo kwa nini figo zangu zimefeli akanambia itakuwa ngumu kuandika barua kwa sababu changamoto yako kwa sisi hapa tunaweza kukusaidia huwa tunaoandika barua ikiwa changamoto tumelishindwa sisi niliondoka mwenyewe bila barua, nikaenda paka KCMC, nikapimwa KCMC na wakanambia figo zako zimeshafeli na umeshafikia level ya dialysis kweli. Na KCMC niliwakatalia hao majibu, nikaambia hapana, mimi sijafeli figo, nilipa barua kwenda Muhimbili nikahakikishe kama kweli figo zangu zimefeli, na wakanambia hapana, tutaweza kuandikia barua na ulipofikia dada, inabidi uanze dialisisi haraka, maana figo yako imeshapata shida kubwa sana. Niliondoka kweli mwenyewe mpaka da, nilienda nilienda mpaka Dar es Salaam nilienda Islam, na mdogo wangu alinipeleka. Na baada ya kufika Dar es Salaam nilifanyiwa vipimo tena, iligundulika kwamba kweli figo zangu zimeshafeli. Na baada ya kufika Dar es Salaam hali ilizidi kuwa mbaya mpaka ilifika wakati nikawa nashindwa hata kupumua kutokana na maji alikuwa ameshajaa kwenye mapafu na sumu zimeshajaa, ndipo nikaanzishwa dialysis mwezi wa nne mwaka huu mpaka sasa hivi niko nafanya dialysis. Na dialysis nafanya kwa wiki mara tatu kwa maelezo ya madaktari. Baada ya Dar es Salaam kuuliza, maana nilienda maana nilienda Mwimbili, baada ya kuuliza chanzo cha figo, figo zangu kufeli ni nini? walichoniambia wa kwa majibu yao waliniambia wa kutokana na kutokunywa maji, ndipo nikakubali nikaanzishwa dialysis. Lakini dialysis ni gharama sana ndugu zangu, ni gharama kubwa sana, ambapo dialysis moja ni shilingi laki mbili. Kwa Mount Meru, dialysis tatu ni shilingi laki sita kwa wiki. Aidha, Jenipha amesema kuwa kutokana na gharama kuzidi kuwa kubwa za kusafisha figo zake, mama yake mzazi ambaye anajishughulisha na shughuli za mama ntilie, amesema ameamua kumpatia figo moja, ili mradi Jenipha aendelee kuishi. mama yangu amekubali kunipa figo moja, lakini sina uwezo wa kubadilisha hiyo gharama, kubadilisha hiyo figo. mara nimejaribu kufuatilia gharama ya kubadilisha figo ni shilingi milioni arobaini na tano. Nilienda Dodoma, Benjamini Mkapa, ndipo nilipewa hizo taarifa kwamba gharama za kubadilisha ni shilingi milioni arobaini na tano. Na prosesi hiyo nimeamua itatumia kama miezi sita au saba, na wakati huo kwenye hiyo miezi sita na saba, ni na saba nitatakiwa niendelee na dialysis aliyebaki kunisaidia katika changamoto yangu hii ya figo ni mama yangu mzazi, maana ndugu wote wa wamesha kaa mbali wanaona changamoto yangu ni kubwa ko, kwa sahivi ananipambania ni mama yangu ko. Nilikuwa nimekuja mbeleno, nombeni mnisaidie kwa chochote mlichokuwa nacho, maana binafsi natamani kuishi, na gharama hiyo ni kubwa sana. Gharama hiyo ni kubwa sana ambapo binafsi nimeshindwa ku kuhimili na baba yangu ameshinda kuhimili, maana amekuwa mtu wa kudaiwa kila mahali kwa ajili yangu mimi, na kuna mdogo wangu naye ndio anaonisapoti ananisaidia, lakini hizo gharama ni kubwa sana. Shilingi laki sita kila wiki ni gharama kubwa sana, na kwani nilipofikia, nilikuwa na tamani siku moja nijenipone, nije kuishi kama watu wengine. Nayyote yule atakiguswa na changamoto yangu, naomba waweze kunisaidia. Unapatikana kwa namba ya sifuri saba arobaini hamsini na nne zero nne themanini na tisa. hii hey, ni GADI TV.